Mapema tu tumeanza kukujuza kuwa eh, kesho dunia itaadhimisha, na sisi hapa Tanzania tunaungana na mataifa yote duniani kupinga na kudhibiti dawa za kulevya sambamba na usafirishaji wa dawa hizo za kulevya na kwa ku gusia ni kukumbushe kuwa tangu mwaka 1989 jumuiya ya kimataifa imekuwa ikiadhimisha siku hii ya kupambana na biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya duniani na ni Juni 26 ya kila mwaka. Haya yameanza uh, kuadhimishwa pamoja na maadhimisho hayo kumekuwa na kauli mbiu mbalimbali zote e, zikielekea kupinga e, dawa hizo za kulevya. Lakini tuangalie baadhi ya rikodi e, ripoti ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne imeonyesha kuwa idadi ya watumiaji wa dawa za kulevya ulim, ulimwenguni imeongezeka na kufikia watu milioni 292 na, na hiyo ni kutokea mwaka elfu mbili ishirini na mbili hadi elfu mbili ishirini na nne ikiwa ni ongezeko la asilimia ishirini. E, unaona namna ambavyo utumiaji wa dawa za kulevya unakuwa kwa asilimia kubwa e, sana sana sana, lakini pia ripoti hiyo ikaweza kuenda mbali zaidi na kuangazia E, dawa za kulevya ambazo zinatumika zaidi na zaidi, ikiwemo bangi, ikiwemo e, kokeini na dawa nyinginezo ambazo zinatumika e, zaidi na hawa watumiaji wa dawa za kulevya lakini, e, pamoja na hayo, wastani wa watu milioni 64 duniani kote wanakabiliwa na matatizo ambayo yanatokana sasa na matumizi ya dawa za kulevya, ambapo ni mtu mmoja kati ya watu kumi na mmoja wale ambao wanatibiwa e, kwa matumizi ya dawa za kulevya ilivyo bahati kuelekea kesho siku ya maadhimisho, tumetembelewa hapa na afisa ustawi wa jamii Bi Hafsa e, huyu ni miongoni mwa wale ambao wanawahudumia e, watumiaji wa dawa za kulevya. Wapo kwa ajili ya kuokoa maisha ya wale ambao wanatumia dawa za kulevya. Tunaenda kuangazia ni kwa namna gani e, hapa nchini tunaondokana, tunajaribu kuondoa kabisa janga hilo kwa, uh, hasa vijana hapa nchini kwetu. Karibu sana Bi Hafsa. Asante. Kwanza kabisa mnapokeaje ikifika siku ya maadhimisho ya kupinga haya matumizi ya dawa za kulevya? Okay. Siku ya maadhimisho tunapokea moja kwa moja kituoni mm, mm. Ili wote waweze kufika na wote waweze kupata huduma. Okay. Kwa hiyo tunapokea kituoni moja kwa moja na ile elimu ambayo huwa inatolewa mm, kwenye asasi ambazo zinawakusanya na kuwafundisha mm, tunaifanya pale pale moja kwa moja ili wajue huduma ni rahisi mm, ni nyepesi na huduma mm, ni bure kabisa. Okay. Lengo la, la, la, la hii siku pia ni kushughulika na changamoto za dawa ya kulevya katika majanga ya kiafya ya binadamu, ambapo nyinyi sasa huwa ndio mnafanya kwa, uh, kwa siku kama hiyo ya kesho huwa mnashughulika nao vipi katika suala hili la afya? Hawa ambao uh, wameathirika na madawa ya kulevya? Kwanza kabisa hmm. tunaangalia mwathirika, sio yule aliyoathirika mwathirika, hmm. inaanzia kwenye familia ya mteja ambaye ameathirika, ndio kwa hiyo, kama kauli mbiu inavyotuambia wekeza kwenye kinga hmm. na tiba kwa ajili ya dawa za kulevya. Sawa, sawa. kwa hiyo tunatoa elimu kwa jamii mm -hmm, kuhusiana na changamoto za dawa za kulevya na jinsi changamoto ilivyo kubwa hasa ikiingia kwenye familia, lakini sio kutoa elimu tu, pia tunatoa na huduma, na tunafahamu kwamba watumiaji wa dawa za kulevya mm -hmm, wanapita kwenye changamoto nyingi hasa changamoto za kiafya naam. Kwa hiyo tunatoa elimu ili waweze kujua kwamba mraibu anapokuja kliniki ana uhakika wa kupata huduma zote tofauti na ile dawa anayokunywa, lakini pia huduma zingine za kiafya. Kama tunavyojua wanakuja wakiwa na malaria, vidonda vikubwa, TB. Kwa hiyo hizo huduma zote zinapatikana kliniki na, mm. na ni bure. Okay. Ni upi mwitikio wa vijana? E, tumepata kuangalia hapa takwimu za kidunia na tunajua hapa nchini kuna kundi kubwa la vijana ambao ni watumiaji wa dawa za kulevya. Mwitikio wao ni upi sasa kwa ajili e, ya kupokea tiba? Mwitikio ni mkubwa, mm. Mwitikio ni mkubwa sana mm, tukiangalia tulivyoanza mwanzo tukiwa na kituo kimoja. okay. lakini sasa hivi kwa Dar es Salaam peke yake tunaongelea vituo vinne vikubwa na sateliti tatu. okay. kwa hiyo tunaona kwamba mwitikio ni mkubwa kuliko mm. hata mm. tulivyotarajia. Pamoja na kwamba mwitikio ni ndani ya, ndani ya vituo hivyo ambavyo mnatoa eh, hizo, hizo huduma mnaweza mm. mkahudumia vijana takriban wangapi labda kwa siku au kwa wiki yani, takriban idadi ya, ya vijana wangapi ambao mnawahudumia? Utaratibu wa dawa ni kwamba vijana wanakuja kunywa dawa kila siku okay. Kwa hiyo kwa siku tunahudumia vijana zaidi ya elfu moja ambao wao jumla wana... vit, kwenye vituo vyote no mm. hapa ninaongelea kituo kimoja okay. Mwananyamala hospitali mm. tunahudumia kwa siku vijana elfu moja mpaka elfu moja mia tano wale ambao wanakuja kunywa dawa kila siku mm. Lakini tunapokea wapya mm. Wanne mpaka watano katika idadi hiyo ya hao vijana elfu moja hadi elfu moja mia tano no. Wale elfu moja mpaka elfu moja mia tano ni wale endelevu mm. Kwamba amekuja leo anaendelea, lakini mm. tunapokea wale ambao hawajaanza kutumia dawa wa nne mpaka wa tano tukitoa upendeleo kwa wanawake siku ya Ijumaa, tunatoa kwa ajili ya wanawake tu. na na hawa vi hawa vijana ambao wanakuja kupata huduma wako ambao wanamaliza kipindi cha kupata huduma na kuwa wamepona na kurejea katika jamii yes, pengine idadi yao pia ipoje? necha kwanza ya tiba mm, ni tiba ya muda mrefu kuanzia miaka miwili na kuendelea. mm. na yule anayekunywa dawa kwa muda mrefu ana chansi ya kupona zaidi kuliko yule anayekunywa kwa muda mfupi. mm. kwa hiyo narudi kwenye swali lako. mm -hmm. tunao vijana ambao wamekunywa dawa, wamemaliza. ha. Tunawaita graduate. okay. huyu anakuwa amemaliza kabisa dawa amerudi kwenye jamii mm. na anaendelea na shughuli zake kama kawaida mm -hmm. tukiwa pale kliniki kuna watu ambao wamemaliza dawa mm. Lakini sasa wanatumika kutoa elimu kwa wenzao, lakini wapo waliorudi makazini. okay. wapo walioajiliwa. mm. wapo waliorudi shule. nice. Kwa hiyo tiba ina mafanikio makubwa. Umesema siku ya Ijumaa mnatoa upendeleo kwa wanawake. Yes. Uh, vipi sasa ukilinganisha idadi hizi Uh, katika hawa watu elfu moja hadi elfu moja mia tano wanawake na wanaume, idadi inalingana au wapi ni wengi zaidi na, na, na, na pia unaweza kugusia dozi yao dozi ya mwanamke ni sana dozi ya mwanaume? okay. Kianza na swali la kwanza mm. pamoja na kutoa upendeleo kwa siku ya Ijumaa mm. bado wanaume ni wengi sana ukilinganisha okay. na wanawake kwa nini wanawake, na wanawake? Mm. Kuna ile star, mm. nitaonekana nilikuwa natumia dawa za kulevya. mm. Sawa, lakini pia bado namba sio kubwa ukilinganisha na wanaume. mm -hmm. Ukiongelea kuhusu dozi, dozi kila mtu anatumia dozi yake, k okay. yes yani I, keep... inategemea na nini mpaka kila mtu atumie dozi yake? ah, tuseme wakianza wote wanaanza constant, mm -hmm. na dozi moja mm -hmm. Lakini mwendeleo inategemea na mimi, mwili wangu, kwamba nikinywa dozi hii niko comfortable, naweza kufanya shughuli zangu mm -hmm. siwezi kulala, sawa mm -hmm. kwa hiyo dozi iko tofauti na dozi ya malaria kwamba kilo hizi mpaka hizi mm -hmm. watu wote watakunywa dozi hii, dozi hii. Mm -hmm. ile ni kutokana na wewe binafsi. Ha, haitegemei uh, matumizi ya aina fulani ya dawa za kulevya no. Mm. Ni mwili okay, unavyopokea kwa hiyo hiyo haiangalii mwanamke au mwanaume. Kuna mwanamke ana dozi kubwa kuliko mwanaume, na kuna mwanaume ana dozi ndogo. Kwa hiyo ni mwili. Tukisalia hapo hapo kwenye dozi uh vitu gani hasa mtumiaji wa hizi dozi anatakiwa kuto kutumia uh, ama kutumia, yani kwa pande zote mbili, huyu mraibu ambaye anatumia dozi hizi eh, kwa ajili ya kujitoa kwenye uraibu, vitu gani ambavyo hatakiwi kabisa uh, kuvitumia na vitu gani ambavyo anatakiwa sasa kuvitumia kusapoti hii dozi? Okay. mraibu anapokuja kwenye tiba mm, kwanza kabisa anatakiwa kuachana na vilevi vyote pombe. Okay. Mm. Unga. Mm. Bangi, sigara. Tunaenda naye taratibu, lakini hivi vingine anatakiwa kufanyaje kuviacha? Kwa hiyo kuacha kwake vile vingine havina mahusiano na dozi anayokunywa? Sawa. Okay. Okay. Ni changamoto gani ambayo sasa mnakutana nayo mnafanya kazi na na, na, na vijana ambao tayari akili zao zimeathirika na, na matumizi haya madawa haya ya, ya, ya, ya kulevya. Changamoto ni kubwa. Ukizingatia kwamba mtu unaenda kumhudumia mm. ni mtu ambaye kwanza amekata tamaa. Pili ametengwa na familia. Yes. Ametengwa na jamii mm. Lakini amekuwa ni mtu ambaye kila anapopita anapata stigma. Mteja yule mtu akimwona amekumbatia pochi mm. Kwa hiyo anakuja kwenye tiba akiwa amekata tamaa, na anapokuja kwenye tiba hana uhakika kama anaweza akarudisha ile hali utu ya wake ya, ya awali mm. Au anakuja kutembea kwa hiyo mwanzo tunavyoanza nao changamoto ni ile ukorofi, ugomvi, matusi, lakini anapokuja akapokelewa kama mtu mwingine, sisi tunajali human being, utu utu. Mm. Kwa hiyo akipokelewa kama binadamu anaanza kusoma mazingira mm. Kwa hiyo anakuta kwamba yuko kwenye mikono salama kuliko vile alivyokuwa anatarajia. Hmm. Kwayo, kwa hiyo tukiangalia mwanzo tulivyokuwa tunaanza na sasa, uelewa wao umekuwa mkubwa, hizo changamoto za ugomvi, matusi kwa asilimia themanini zimeondoka. As unasema una, una, una kuwa kesho mta, uh, mtafanya maadhimisho ya pamoja pale kituoni, mnataraji kuwa na vijana wote hapo Vijana watakuwepo, tutaendelea na maadhimisho, vijana wakiendelea kunywa dawa, okay. Kwa hiyo watakuwepo, mm. na wanakuwepo kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi mpaka mm. saa sita mchana. Sasa sisi tuwape pongezi kubwa sana, sana, na tuwatakie maadhimisho mema na pia elimu hii tusisubiri mpaka siku ya maadhimisho ifike, elimu hizi yabidi ziendelee kutoka, ili yule ambaye ana hofu ya kujitoa hadharani kwamba ninatumia dawa za kulevya na ninatamani kuacha aweze kupata nguvu ya kuja kuanza kutumia dawa. Ya elimu yetu ni endelevu, mm. na haipo kliniki tu, kuna vijana ambao wameandaliwa ambao wanawatembelea kule ambako wanajificha kuvuta, wanawapa elimu na ili elimu iweze kuwafikia pasipo unyanyapaa. Kwa hiyo unyanya, vijana wale ambao wanakunywa dawa ambao sasa wamepata nafuu, ndio wanaotumika kwenda kuwapa elimu wenzao kwa habari ya huduma tunayoitoa. Sasa tunakushukuru sana eh... Hafsa. Hafsa Mtwange, na tuwatakie maadhimisho mema. Anaitwa Hafsa Mtwange, ni afisa ustawi wa jamii e, kubwa zaidi ambalo wanalifanya yeye na kundi kubwa la e, kundi kubwa la kwenu ninyi watoa huduma ni kuwahudumia waraibu wa dawa za kulevya. Kesho Tanzania itaungana na mataifa mengine duniani kupinga siku hii ya dawa za kulevya e, kwa mara nyingine tena tupate tutapata nafasi ya kulizungumza hili kupitia uh, kipindi chetu cha asubuhi cha Morning Trumpet kwa ajili si ya kuendelea kutoa elimu zaidi ikiwa kesho ndio siku yenyewe ya maadhimisho. Tunakushukuru sana Hafsa 100%. Yote kwa yote, pinga dawa za kulevya. Athari si tu kwa mraibu hata familia kwa ujumla na yenyewe inapata athari endapo kuna mtumiaji wa dawa za kulevya ndani ya familia yenu.